Si kila anayekuahidi nyota na kupenda wengine hukutupa gizani ili uizoe giza na si mwanga. Wapo wanakutabasamia mchana, lakini usiku wanapanga nguko lako. Usidanganyike na maneno matamu, si kila asali na asili ya maua, nyingine huja sumu ya nyoka. Jifunze kusoma roho nyuma ya macho yako. Si kila anayekuangalia kwa upole na nia njema, mara nyingine adui hukufisha joho la rafiki ili akukaribie kwa hila. Kumbuka, hekima ni kugundua kuwa si kila njia yenye maua mbele na mwisho wa furaha zingine huishia kwenye miiba ya maumivu amina binti jumanne alikuwa kielezo cha ndoto ya binti maskini mwenye akili kama cheche nidhamu kama shuka la alfajiri na ndoto kubwa kama bahari sio na pwani alikuwa katika kijiji cha kambangwa ambacho kilizingirwa na milima ya kijani kibichi na mito iliyotiririka kwa sauti ya matumaini aliyofifia alihitimu kidato cha sita kwa alama za juu lakini maisha ya familia yao yalimfunga kwa minyororo ya umasikini. Baba yake fundi seremala maarufu kijijini, alikuwa tayari mzee na mikono yake ilianza kutikisika. Mama yake mkulima wa jembe la mikono, alitegemea mvua baraka, mvua ambayo kwa miaka mingi iliwacheka kwa kuchelewa au kutokuja kabisa. Licha hali, hali ngumu, kila alfajiri, kabla jua halijachomoza, Amina alisali chini ya mti wa marubaini. Alikuwa akiomba jambo moja tu nafasi ya kubadili maisha yake na labda maisha ya wengine siku. moja mgeni alifika kijijini kwao, mwanaume aliyevaa vizuri, mwenye lafudhi ya watu waliokula vitabu na kuishi mjini. Alijitambulisha kama bwana Majid, mratibu wa shirika la kusaidia wanawake na watoto. Alizungumza kwa kujiamini, na kila neno lake lilikuwa kama tone la mvua kwenye ardhi ile ukauka kwa muda mrefu. Alisema wanafadhili wanafunzi wa kike kwenda nchi za Ulaya kwa ajili ya masomo bila malipo na wala bila masharti. Ilikuwa kama mlango wa peponi kufunguliwa mbele ya Amina. Kijiji kizima kilipiga makofi, wazee walimpa baraka na vijana walimtamani Amina, lakini moyo wake alihisi jambo lisiloelezeka, kama kivuli cha wingu mbele ya jua. Majidi alitoa barua iliyoandikwa kwa Kiingereza, kilichopambwa kwa mihuri ya moto na jina la Amina liking'aa kama dhahabu ya bahari ya Hindi ilikuwa rasmi ya kiofisi na ya kuaminika. Kila mstari ulionekana kama ushahidi wa ndoto inayotimia. Machozi ya mama yake Amina alijaa furaha, baba yake alimchinja kuku kwa mara ya kwanza tangu msimu wa mvua walipopotea. Kijiji kizima kilikusanyika kumwaga msomi wao, waliimba nyimbo za jadi na kumvisha shanga za matumaini. Hakika ilikuwa siku ya furaha. Amina alisafiri hadi mjini kwa basi dogo lililojaa watu na mizigo alipofika alilala kwa mama mmoja aliyekuwa rafiki Maridi. Siku zilikatika kama upepo, alikuwa akiota ndoto za kusoma katika miji ya baridi, kula chakula cha watu weupe na kutembea katika miji iliyojaa za dhahabu. Siku ya kuondoka ikafika. Maridi alimpeleka uwanja wa ndege wa kimataifa, lakini badala ya kumpa tiketi cha ndege alimpeleka kwenye jumba lilofungwa, eti akasubiri kupewa maelekezo ya mwisho. Lo! Ndani ya jumba hilo Amina alikutana na wasichana wengine wengi, walionekana na nyuso zisizo na matumaini, lakini macho yao yalificha mashaka. Walilishwa, walizuiliwa kutumia simu na waliambiwa wasijaribu kuondoka. Baada ya siku kadhaa, Maribu akafika, si kutoka ubalozini, bali kutoka kwa mwanaume mmoja aliyefika usiku akiwa na macho ya chui na sauti ya simba aliyepoteza mawindo. Amina aligundua hakuwa amechukuliwa kwenda kusoma bali kuuzwa kwenye mtandao wa biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu. Alipewa mavazi ya aibu, akaambiwa akihoji au kataa angepotea kama waliopita kabla yake. Usiku amina alikesha akimumba Mungu, lakini moyo wake haukuacha kuamini kwa anaweza kuokolewa. Usiku mmoja, amina akiwa amebaki peke yake, Mungu alimjalia nguvu na alifanikiwa kukimbia na kutoroka katika jumba hilo. Alivaa roho ya ujasiri, alipita kwenye misitu yenye wanyama wakali na miti ya kutisha. Alikimbia hadi mjini na akaripoti kituo cha polisi. Polisi walimsikiliza, walimwamini na walimpeleka kwenye kituo cha huduma kwa waathirika wa ulaghai. Alikaa hapo kwa miezi kadhaa, na baadaye alipata ufadhili kutoka shirika la haki za binadamu. Akasoma uuguzi na kisha akaanza kusaidia wasichana wengine aliodanganywa kama yeye. Alijifunza kuhusu haki za binadamu akawa mstari wa mbele kupinga ulaghai kwa wasichana wa vijijini. Miaka michache baadaye Amina aliandika kitabu chake akieleza jinsi ndoto zake zilivyoteketezwa na tamaa ya watu waovu, lakini pia jinsi alivyoinuka kutoka majivu ya hila na kuwa sauti aliyokimbiwa na dunia. Katika moja mihadhara yake aliwahi kusimama na kusema, ndoto za kweli hazihitaji visa, hazihitaji ndege wala jiji, zinahitaji tu moyo wa kuamini, tena hata baada ya kudanganywa. Maana yule aliyevunjika na kupona ana kwa mganga wa roho zilizojeruhiwa leo. Amina si tu muuguzi, bali pia mhamasishaji na mlinzi wa ndoto za mabinti wote. Jina lake limekuwa taa inayowaka gizani, na hadithi yake ni barua mpya, si ya mihuri ya moto, bali ya moyo unaowaka kwa tumaini. Hadithi ya Amina ni onyo kwa wote wanaokimbilia fursa za haraka ili kujikomboa na umasikini. Siku zote hadithi ya mafanikio ina maumivu makubwa nyuma yake. Hivyo tunapaswa kuwa makini.